mradi tu uweze kufuata ile misingi inayokubalika. Usipofuata hiyo misingi au kama unafanya makosa hayo matano utakayoelezea, unaweza ukakuta biashara yako ya viatu inakuwa na matatizo mengi na pengine hata ukajikuta unaifunga kwa sababu ina inafilisika. Sasa, ni mambo gani hayo matano ambayo inabidi uyaangalie kama unataka kuanzisha biashara ya viatu. Namba moja ni kuwa usikose kufanya e, utafiti kuhusiana na biashara ya viatu. Unajua kuna baadhi ya wafanyabiashara wanaamua tu, kwa kuwa ana mtaji basi anasema mimi naanza biashara ya viatu, ananunua viatu, anaweka dukani, anangojea wateja. Hilo ni kosa. Unajua, mambo ya viatu ni kati ya zile biashara ambazo zinahitaji umakini wa hali ya juu, kwa sababu ni biashara ambayo inakwenda na na trend au biashara ambayo inakwenda na wakati. Sasa usipokuwa makini, unaweza ukajikuta unafanya mambo yako ambayo yamepitwa na wakati. Kwa hiyo sasa, ni muhimu u, ufanye kama research au utafiti, na utafiti sio lazima ufanye kama wale wa kwenda shule eh, mpaka kuandika kitabu au thesis hapana. Ni utafiti ambapo usome usome usome usome, kwa sababu unaweza ukapitia kwenye mitandao ya jamii au kwenye kompyuta ukasoma kuhusu biashara ya viatu. Sasa kule utaona vitu vingi vinavyoelezea kuhusu mambo ya, ya viatu, na hasa kuna mambo mengine ambayo ni basic kabisa, yaani ya msingi kabisa katika biashara hiyo ya viatu au biashara nyingine. Kuna swala kama la mfano la kuchagua aina gani ya viatu utakuwa unauza, maana kuna viatu vya wanawake, kuna viatu vya watoto, kuna viatu vya wanaume, kuna viatu vya viwandani. Kwa hiyo kuna swala la kuchagua aina gani ya viatu unataka kuuza, lakini kuna swala kama la wateja, wateja gani ambao unataka kuwahudumia? Sasa inabidi ufahamu E, wateja ambao na maana, lazima uchague kundi la wateja utakaohudumia, lakini kikubwa zaidi ya hapo ni kuwa mawasiliano na wateja. Hilo kundi la wateja uliolichagua utawasiliana nao vipi? Kwa sababu ni muhimu sana uwe unawasiliana nao mara kwa mara, ili wakuelezee matakwa yao na vitu wasivyopenda, mambo ya huduma, mambo ya bidhaa unazopenda. Kwa hiyo ni muhimu sana uwe na mawasiliano ya karibu sana na wateja wako. Kwa hiyo hakikisha unapata elimu inayohusiana na biashara ya viatu ukitaka ufanikiwe. Usiingie tu kwenye biashara ya viatu kama vile tu mfanya biashara wa kawaida, hapana. Pata elimu, fanya research, jaribu kuongea na wahusika mbalimbali. Hilo ni kosa kubwa kama hutafanya hivyo na kukurupuka tu unaanzisha biashara ya viatu. Kosa la pili ni kutofahamu sehemu gani nzuri ya kuanzishia biashara ya viatu. Unajua, mteja ndio kila kitu katika biashara. Sasa kama unaanzisha biashara ya viatu sehemu ambayo haitakuwa na mvuto kwa wateja, hasa tukizungumzia kundi la wateja uliowachagua, unaweza ukajikuta unapata matatizo kwenye biashara yako. Kwa hiyo ni muhimu sana uchague sehemu nzuri ambapo unaweza ukapata wateja wengi na ukafanya biashara nzuri. Kwa hiyo ni kuangalia maeneo ambayo yana mkusanyiko mkubwa wa watu, lakini tu sio mkusanyiko tu mkubwa wa watu, lakini mkusanyiko mkubwa wa wateja unaowatarajia. Kwa hiyo unaweza kukuta sehemu ina mkusanyiko mkubwa wa watu, lakini hao watu sio watu ambao wana wata, watajali sana mambo ya viatu. Kwa hiyo suala la uchaguzi wa sehemu ya kuanzisha biashara nimelizungumzia sana kwenye televisheni kwenye video zangu, jinsi ya kuchagua sehemu nzuri ya kufanya biashara. Kwa hiyo usifanye kosa la kuchagua sehemu ambayo haitakuwa na mvuto kwa wa, wateja wa viatu. Kwa hiyo hilo nalo ni swala muhimu, usifanye hilo kosa la kuchagua sehemu ambayo haitakuwa na mvuto kwa wateja, na hasa kama umechagua kundi la wateja la kuwahudumia. Hilo ni kosa la pili la kuepuka. Kosa la tatu ni kutofahamu mambo muhimu kuhusiana na manunuzi ya bidhaa za viatu, kwa sababu wewe unauza viatu, kwa hiyo itabidi ununue viatu ambavyo utauzia wateja. Sasa mambo yote yanayohusiana na manunuzi na logistics inabidi uyafahamu, au utumie wataalamu wa kusaidia kuna swala la wapi utanunua viatu, hiyo ni la muhimu sana, na siku zote nunua viatu e, vya brandi yenye jina, yani viatu ambavyo wananchi au wateja wanavipenda. Kwa hiyo brandi ni ya muhimu sana, aina ya viatu ni ya muhimu sana, lakini sasa wapi utapata hivyo viatu? Kwa hiyo atakaye kuuzia ni nani? Kwa hiyo sasa ni swala la kuweza kufahamu e, wauzaji wa, wa jumla, na kama inawezekana hata agiza kutoka nje. Unajua watu sasa hivi ukiwaambia agiza kutoka nje wanakuwa na wasiwasi kwe, kwa nafikiri ni vitu vikubwa sana. Hapana, unaweza ukaagiza sasa hivi. Mambo yamebadilika sana, mambo ya teknolojia, mambo ya mifumo ya logistics. Unaweza ukaagiza viatu kutoka nje. Kwa hiyo sasa, ni muhimu sana uelewe taratibu hizo. Lakini lingine ambalo, sasa hilo ni la muhimu sana ni kuhakikisha usijaze viatu ambavyo pengine baadaye haviuziki au vinachukua muda kuuzika. Kwa hiyo ni hakikisha unakuwa na brands za viatu ambavyo havikai, vikija tupapu vimekwisha, vikija tupapu vimekwisha. Hiyo ndio biashara, sio unaweka viatu vinakaa miezi sita havijauzika. Sasa hilo ni jambo la muhimu sana. le mambo ya logistics jinsi ya kuagiza vi, vi, viatu na kuweza ku, anticipate yani ku, ku- ku- kufikiria vitachukua muda gani mpaka viishe na vija vingine. Kwa sababu jingine ambalo ni baya ni pale ambapo unaagiza viatu afu vinakwisha, wateja wanavihitaji hawavikuti, unaambia jamani, ngoja tumeagiza mpaka labda mwezi ujao, jioni mwangalie. Sasa hapo una- una- unawakatisha tamaa wateja. Kwa hiyo ni muhimu sana uelewe taratibu za manunuzi na taratibu za kutunza e, bidhaa za viatu, kwa maana kuwa uelewe viatu utakavyonunua. Kwa kwa lugha kitamu asemeni fast moving items, yani bidhaa ambayo inatoka sana, na usije ukawa na bidhaa ambazo ni slow moving, yani ambayo haitoki, au nyingine ni dead stock, yani hiyo ndio haihusiki kabisa. Miezi sita viatu viko dukani kwako havijahusika. Kwa hiyo suala la manunuzi na logistics ni la muhimu. Pata elimu au tumia mtaalamu akuelimishe, hapo ndo utakapofanya biashara ya uhakika ya viatu. Nne ni kutofahamu au kutotekeleza mambo ya kutangaza na kupromoti biashara yako. Sasa hapa ni ni muhimu sana, kwa sababu hata kama ukiwa na bidhaa za viatu nzuri namna gani, usipofanya mambo ya masoko vizuri, yaani marketing, itakuwa ni shida, utabaki wewe na viatu vyako hapo haviuziki lakini wenzio majirani wanauza. Kwa hiyo sasa, swala la marketing na branding ni la muhimu sana. Kwa hiyo sasa, pata elimu, narudia tena, ya ya kuhusiana na marketing na na branding. Au kama unaona kupata elimu ni tabu, ajiri mtu mwenye knowledge ya hayo mambo, mwenye elimu ya hayo mambo. Kwa hiyo inaweza kaka kama marketing officer au kitu kama hicho, kwa sababu kuna mambo mawili. Kwanza kuna kutangaza jina, yani biashara yako. Kwa mfano kama umeita Mwambola Enterprise, sasa kuitangaza Mwambola Enterprise kama ni biashara ya duka ambayo inafanya vitu vyake kwa uhakika. Kwa hiyo kuna kutangaza kwanza biashara, alafu pili kuna kutangaza sasa bidhaa, yani kutangaza aina ya viatu ambavyo unavyouza. Kwa sasa inabidi hapo uwe makini sana. Na kwa dunia ya leo internet haiepukiki. Achana na yale mambo ya kizamani, umefungua duka, umekaa ndani unangojea watu waje. Utapata watu. Lakini kama utatumia internet utapata watu wengi kwa sababu wengine inawezekana asiingie hata dukani kwako au asifike dukani kwako. Lakini huko kwenye internet wanakuona na wanaweza wakaagiza vitu. Sasa unaweza ukaamua kuwapelekea majumbani kwao au ukawaelekeza mahali ambapo duka lako lipo kwao. Suala la kutangaza biashara na kupromoti biashara, samahani, ni ya muhimu sana. Kwa hiyo usifanye kosa la kuanzisha biashara ya viatu bila kuwa na elimu au bila kufanya masuala ya marketing na promotion. Yaani, utangaze biashara yako na ipromote, lakini pia utangaze bidhaa zako za viatu na pia kuzipromote. Na kwa kutumia upande wa marketing, unaweza hata ukaelewa viatu ambavyo vina trend kwa sasa hivi, yaani viatu ambavyo vyenye vinavuma sasa hivi, na ukanunua. Kwa sababu bila hivyo utaanza kununua viatu kumbe vimepitwa na wakati. Kwa hiyo sasa uki, uki, ukiwa uko vizuri kwa mambo ya masoko na kwa maana kuwa utakuwa hata unanunua majarida mbalimbali yanayohusiana na, na mambo ya viatu, lakini pia utaelewa kuna website mbalimbali kwenye internet zinazohusiana na, na biashara ya viatu. Kwa hiyo utakuwa unasoma na kuelewa kitu gani kinaendelea, na wewe pengine ukawa ndio mtu wa kwanza kwa hapa Tanzania au kwenye eneo lako kuleta vitu ambavyo wengine wanaviona kwenye matelevisheni tu au kwenye mitandao ya jamii. Kwa hiyo suala la elimu ya marketing na mambo ya branding ni ya muhimu sana, kama unataka ufanye biashara ya viatu yenye uhakika. Namba tano na ya mwisho ni swala zima linalohusiana na wateja. Customer care. Sasa hapa ni kama ninavyosema, usiendeshe biashara yako kwa mambo ya kizamani. Endesha biashara yako kwa mfumo wa kisasa. Sasa kama tunavyosema, siku zote mteja ni mfalme. Kwa hiyo ina maana inabidi utengeneze programs kwa ajili ya kudili na mteja. Hiyo ni muhimu sana kwa sababu usipofanya hivyo inakuwa shida, kwa sababu hao wateja wanaweza kuwa ni mabalozi wako wazuri tu wa kwenda kukutangaza huko. Ah, bwana unataka viatu, anaenda duka fulani iliko mahali fulani. Kwa sasa ni muhimu sana uwe na utaratibu mzuri wa kuhudumia wateja. Sasa kwenye kuhudumia wateja, kuna mambo mengi. Kwanza wafanyakazi wako, kama utakuwa na wafanyakazi au wewe mwenyewe, ujenge utaratibu mzuri wa kuwapokea wateja, anapokuja mteja, jinsi ya kumkaribisha, jinsi ya kumuuliza maswali jinsi ya kuweza kumfanya awe comfortable akiwa pale ndani, lakini hata mazingira ya hilo duka lako isiwe watu wakija hapo wanakuta eh, hewa nzito, joto. Na kwa hiyo ufanye duka lako na walio limekaa vizuri, mteja akifika na kwa comfortable, hiyo ni ni ni, ni muhimu sana lakini sasa kwenye swala la huduma eh, wengine wanaweza kawa na magari yao au wanakawa na vyombo vyao vya usafiri. Sasa wanataka kupaki. Sasa kama duka yako liko sehemu finyu ambayo hata hawezi kupaki magari, naweza ikawa ni shida. Kwa hiyo hiyo ni kitu nayo ni, ni ya muhimu sana kuhusiana na, na mteja e, lakini jaribu kutengeneza kama yani uwe na mawasiliano ya karibu sana na wateja e, kama kwa mnaweza kuanzisha hata WhatsApp group, kwa hiyo mkawa mnawasiliana kwenye group na mkabadilishana mawazo na wateja wako, kwa hiyo inakuwa kama ni family hivi e. Sasa hiyo itakusaidia sana, kwa sababu hao wateja ndio watakaokuwa mabalozi wako wazuri, kwa maana watakuwa wanazungumza kwa uzuri sana ilo, ilo duka lako au biashara yako na hata products zako. Kwa hiyo ni ni muhimu sana, lakini pia unaweza uka- ukaanzisha utaratibu wa kuwajali watu ambao wananunua bidhaa nyingi za viatu. Kwa hiyo kwa mfano, hao wanaonunua viatu mara kwa mara. Kwa hiyo kwa mfano, ukawa na email address zao au hata namba zao za simu, ili inapofika mali mpya unampigia simu, unamwambia ah, kuna mali fulani imekuja, wewe njoo njoo njoo uone tu, na kitu kama hivyo. Kwa sasa unakuwa na wao wateja ambao ni marafiki zako, kwa hiyo ni muhimu sana ufanye hicho kitu. Usiwe mbali na wateja, hilo litakuwa ni kosa, na ndio maana nimesema ni moja kati ya makosa matano, ni kutokuwa karibu na wateja wako. Kaa ka karibu na wateja wako, fanya mawasiliano na wateja wako, jaribu kuwapa incentives, yani mvuto, mvuto kwa, kwa mfano kama amenunua viatu pea nyingi, unampa zawadi fulani naweza ukaa uka, kwa wanaume nani ki unampa labda zawadi ya soksi au kaa amenunua viatu vingi sana unampa discounti. Kwa hiyo kaa karibu na wateja wako, lakini pia wahudumie wateja wako, waulize maswali. Je, duka nafikiri muda gani e linafunguliwa? Watakueleza time zote za kufungua duka na kufunga duka na vitu kama hivyo. Kwa hiyo usifanye kosa la kutokuwa karibu na au ee, wateja wako nafikiri nimezungumza vya na kutosha kuhusu makosa matano ya kuepuka kama unataka biashara yako ya viatu ifanikiwe biashara ya viatu ni biashara ambayo inakwenda na mambo ya fashion na ina, inakwenda na trend. Kwa hiyo inabidi kila wakati uwe mtu wa kileo usiwe mtu wa kizamani usipitwe na mambo au sivyo utajikuta unakuwa na viatu ambavyo haviuziki na hii inakuwa kwa kweli ni hasara. E, naona ni niishie hapo isipokuwa tu naomba kuambia kuwa endeleni kuangalia kipindi chetu cha Dira ya Ujasiriamali ambacho kinatangazwa siku za Jumatatu mpaka Ijumaa na ni saa tatu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Siku ya Jumamosi tuna kipindi e, kingine ambacho kinaitwa cha community Eh, question and answers, eh, kwa maana kwa tunajaribu kuangalia maswali yaliyoulizwa na wadau mbalimbali na kuwaelezea kwa, kwa majibu. Hiyo maswali yanahusiana na, na biashara na mambo ya ujasiriamali mali, tunayajibu siku ya Jumamosi, na kama wewe una swali lako unaweza ukatuandikia uka, anwani zetu zipo, namba zetu za simu zipo kwenye, ukiangalia kwenye kwenye YouTube channel kwa hiyo na, na Jumapili ni, ni siku ambayo tunaita ni business talk. Ninajali, siku ya Jumapili huwa nachukua topic moja na kuende, na kuiongelea kwa undani, kwa hiyo usikose siku za Jumapili tunakuwa na business talk. Siku ya Jumamosi tunakuwa na maswali na majibu ya community na siku za Jumatatu mpaka Ijumaa ni mambo ya Dira ya Ujasiriamali. Asanteni na karibu tena.